Aa, leo nimeona nije kula sikukuu na watoto yatima ambao wanalelewa katika vituo vyetu hapo katika jimbo letu la Bukoba Mjini. Kusudi langu kubwa ni ili vijana au hawa watoto yatima na wenyewe wajisikie vizuri kwamba wana wazazi ambao ni sisi na waweze kula sikukuu kama vijana wengine ambao wana baba na mama bado. Namshukuru sana Mungu, ameniwezesha kuweza kutembelea vituo vyote vitatu ambavyo viko katika jimbo letu cha kwanza ni Tumaini Children Center kiko kya Kairabwa. Kuna kituo cha Uyacho ambacho kiko Amgembo Mkishenye, na kituo hiki cha hapa ambacho kinaitwa Nusuru Yatima Kashai, na nimeweza kuwapelekea mchele, sabuni, sukari, madaftari, biskuti, kalamu, mafuta ya kupikia, ili waweze kujisikia vizuri wakati wa sikukuu za Krismasi. Na niwaombe wa Watanzania, na niwaombe wanajimbo la jimbo la Bukoba Mjini, yeyote mwenye uwezo aweze kutembelea vituo hivi na kuwasaidia hawa watoto wetu, na hata kuweza kutoa msaada kadiri Mungu atakavyokuwa anawawezesha. Maana hawa ni watoto wahitaji sana, sio wao kwamba walipenda kuwa hivi, ila ni mapenzi ya Mungu ndio aliyofanya wao hivi. Kwa hiyo kile kidogo tulicho nacho, niwaombe sana kwa umoja wetu, kwa mshikamano wetu, tukitoa kwa upendo kwa wale wahitaji wote. Nimeitwa Ramadhani Rashidi katika mamlaka, mimi ndiye meneja wa makao haya. Kituo hiki kina watoto 78, wavulana 45, wasichana 33. Kwetu sisi hapa bu, nusuru ya tima Bukoba, tunalo kundi kubwa hili, watoto 78 wote wale wavae, watibiwe wapate huduma zote za shule. Si kazi nyepesi. Tunaomba kila mmoja anayeweza kuipata taarifa hii aweze kutufikia kama kundi au kama mtu mmoja mmoja, chochote anachoweza kukipata anakileta hapa, tunakitumia katika malezi ya kuwakuza watoto hawa, kuwapeleka mashuleni, kuwatibia, kuhakikisha wanalala vizuri. Kwa mfano, changamoto tulionao sasa hizi kubwa kama nilivyomweleza mheshimiwa mbunge ni kwamba mabweni yetu sasa hayatoshi, hatuwezi kulaza watoto wawili wawili mpaka watatu kwenye kitanda tunahitaji kupanua eneo letu la kuwatunza watoto hawa. Kwa hiyo tunao upungufu wa bweni moja la kiume kulingana na eneo. Majina anaitwa anaweza Festo. Nimefurahi sana kuwaona ninyi mlio kuja kututembelea siku njema ya leo. Mungu awabariki awazidishie, amini kwamba mlipotoa Mungu atazidi kuwaongezea na hata nyie mliopo huko, nawaomba msichoke katika kutenda mema. Mungu anasema kwamba neno lake linalosema kwamba dini iliyo safi na isiyokuwa nataka mbele zake, ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao. Tazama hawa wameweza kuitimiza neno la Mungu ambalo linasema kwenda kuwatazama yatima. Naamini Mungu anaenda kuwazidishia zaidi na zaidi walipotoa. Nanyi mlioko huko, msichoke kuja kututazama. Lakini nashukuru Mungu, Mungu awalipe kazi mliyoifanya, awasaidie wape nguvu, mshirikiane mfanye kazi, mwe chitu kimoja, maana ndugu ni ndugu. Mbunge wetu kwa hiki alichokifanya, make sio kidogo. Hivi vitu alivyotuletea, tulikuwa tuna mahitaji nayo sana. Alhamdulillah, mungu amemjalia na akamfikisha hapa salama, akaja kutuona sisi. Tunamshukuru sana na tutazidi kuombea dua, lakini tulikuwa tunaomba. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wenu, na kama ambavyo tayari mmekwisha kusikia kwamba ni kituo kinachohudumia watoto wa ambao wameishi katika mazingira hatarishi. Ni kweli watoto hawa ni wale ambao wanapatikana katika mazingira yetu ya Bukoba mjini manispaa, wanaotembeza mchicha, vitumbua na wengine wanakusanya machupa, wanakusanya vyovyote vile, ili mradi wakapate. Basi hao ndio sisi tunaowahudumia na wakifika hapa kama mlivyosikia, wanaweza kwenda shule na maisha mengine yakaendelea, na wakiwa hapa wanapata huduma zao za msingi. Tumekuwa katika ufadhili wa kutoka Sweden tangu mwaka elfu mbili na tatu kama nilivyosema, na wamemaliza ufadhili wao mwaka huu mwezi wa nane. Kwa hiyo huduma kama hizi bado tunazitafuta katika jamii, na wao ndivyo walivyosema, mkazipate huko kwenye jamii. Tumewalea kwa miaka mingi zaidi ya hiyo miaka mingapi? Ukihesabu ya elfu mbili na tatu mpaka leo ni miaka mingi, ambapo jamii tayari pengine imeweza kufunguka macho na kuona. Kwa hiyo, wanasema na jamii kafanya kazi. Kwa hiyo, tunaona na timu yako imefanya jambo ambalo linahitajika kwa wakati huu. Kwa neema ya pekee, nafurahi kabisa kuja mahali hapa, nikiwa ninafurahi kwamba nimekuja nyumbani, nimekuja kwa watoto wangu kwa ni kuhudumu elimu kwa watoto hawa zaidi ya miaka sita akiakayaba shule ya msingi. Kwa hiyo naelewa kabisa mazingira, naelewa changamoto, lakini naomba nipongeze shirika akiwemo sista kwa, kwa kweli kwa, kwa, kwa kuendelea kuwalea watoto wetu na kupendeza zaidi.